Kwenye mwezi wa Ramadhani huu waga wanafanya vizuri sana, Mr. Mwanya, hebu tuambie kwanza, hebu nataka utueleze hii kwa kifupi. Swala la kufanya vizuri au kuto kufanya vizuri, mimi naweza nikajijaji mwenyewe ni kuwa nafanya vizuri. Nafanya vizuri kwa sababu naona kukua, sioni kudondoka eh, lakini pia naona interaction. Naona interaction ile ile ambayo ipo kwa kiwango kizuri mm labda ni vile watu washindwe kuelewa kwamba huyu mtu anafanya kitu cha aina gani. Sana sana watu ambao mimi wananifuatilia, yani mashabiki zangu mimi, ndo wanaelewa kabisa kwamba yes huyu mtu anafanya vizuri au la kwenye suala zima la mwezi wa Ramadhani. Au huu ni ukweli, huu ni ukweli, ndo mtu wa mwanzoni mwanzoni kuthubutu kufanya content za Ramadhani. Ikumbukwe watu wengi, content creators wengi eh, walikuwa wanaogopa na wengine bado wanaogopa kujihusisha na mambo yanayohusu dini, wakiamini wanaweza wakapewa adhabu, wanaweza wakachukana na nini, lakini mimi niliona ni thubutu, kwa kuburudisha lakini pia kupeleka ujumbe katika kipindi hichi cha, cha, cha mfungo cha sala na vitu kama hivyo. Labda kwa mwaka huu Ramadhani hii umejipangaje? Unaweza ukatupa vibwagizo kidogo, kwa sababu najua wewe ni mtu ambaye chochote unachokifanya lazima kiwe ni comedy tu sasa hizi zimebezi sana kwenye vitendo, yani namna gani tunaweza tuka behave kwenye huu mwezi, hazija base kwenye, kwenye maneno eh. Kwa hiyo namna gani tunaepuka vishawishi, namna gani tunaweza tukawa wema eh, matendo mema ambayo yanapaswa ya ya kufanywa ya katika kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani. Kwa zaidi na zaidi ni kwamba yani ni kuhudhuria tu peji yangu, sababu kama kujipanga nimeshajipanga, nimesha shuti, nimesha edit mimi nasubiri tu, nasubiri, nasubiri tu ni muda nasubiri tu ni muda niweze kuwapostia watu mauzo yao. Unajitofautishaje wewe na Kiredio? Sasa mimi ni mcheshi. Kiredio yeye saizi sio mcheshi tena. Kiredio yeye ni content creator, streamer. E, amesema mwenyewe e, influencer. Yani ameshajitoa katika kwenye, asha, ashajitoa kwenye ucheshi mona. Kwa hiyo mimi mimi mimi nabaki tu kuwa mcheshi nabaki tu kuwa comedian basi. Mm. Kuna watu ambao wanajajiki muonekano wako. Uh, the way ambavyo wanavyofanya baadhi ya video ukionekana na wanawake wengi sana. Kwani mimi nataka kujua Mr. Mwanya, wewe ni mtu wa wanawake kwa kiongo hicho? Ah, mimi nathamini sana mwanamke. Nathamini sana mwanamke. Sehemu ambapo ambapo video yangu inamtaka mwanamke mimi nimekuwa nikimhusisha mwanamke tofauti na wengine sehemu ambapo naona kabisa natakiwa mwanamke, watafanya wao e, au la watajidabu, kwa maana ya kwa maana ya mwanaume atafanya uhusika wote na wakike. Mimi sipo hivyo. Mimi content yangu inataka mdada, nita, nitatoa nafasi kwa mdada, lakini pia nimekuwa singanganii mdada mmoja au wawili, sababu wadada ni wengi sana, ambao wanataka nafasi ya wao pia kuonesha nini wamejaliwa, wame, wame, wame kwa hiyo nimekuwa na hiyo kawaida ya kusapoti lakini ni mshabiki mkubwa wa, wa jinsia ke. Ni changamoto gani yeah, ambazo unazipataga uh, husani kwenye mahusiano yako na labda una neno gani la kuambia wanawake ambao labda pengine wanatesa wapenzi wao? Unaonaga unatigi mambo mengi sana unajua, mpaka unamdeti mtu, maana yake kuna kwa kuna mazungumzo kuna kwa kuna maelewano yale ambayo yanafanyika mwanzoni. Ninaweza nikasema ndio ilikopo inanisumbua kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya wivu na kutokueleweka unavyokuwa ume act na mdada mzuri, mzuri mwenye muonekano mzuri, tayari ni kesi kwenye mahusiano yako. Lakini for the later, mshajadili mshakubaliana kwamba yes tuna date eh, wewe ndio kila kitu. Huku ni kazi na ni watu ambao mimi nafanya nao kazi, yani sihusiki nao kwenye swala zima la kutoka na mahusiano nini. Mkielewana vizuri basi unakuwa haina shida tena, kwenye aina shida kwenye kazi. Mfano mzuri tumemwona Kiredio. Kiredio amewadeti wanawake kukaribia kumi na tatu. Kumi na tatu. Imekuwa rahisi kwa sababu gani? Imekuwa rahisi kwa sababu mwanamke ameshajua kabisa huyu mwanaume mimi nina nafasi gani kwake. Lakini pia hii ni sehemu ya kazi. Kwa hiyo unatakiwa nijue kutofautisha kati ya mahusiano serious na kazi. Ninapokuja swala la kazi natakiwa nikae kimya, natakiwa nimfuatishe, nimfuatishe mwanaume wangu, nifuatishe oda ya mwanaume wangu. Kwa hiyo mimi kwangu mimi kwenye swala zima la mahusiano sipati changamoto changamoto labda zitatokea tu za wivu, lakini sio in search kwamba zitapelekea magomvi na nini na nini. Hamna, hamna. Mwanzo ndio kulikuwa kuna changamoto, lakini kwa sasa hivi hapana. Ushawahi kumtongoza mwanamke akakukataa? Nga, inatokea, inatokea. Sasa mwanamke, wanawake wameumbwa kwa matamanio tofauti tofauti. Mwingine anapenda maarufu, mwingine anapenda pesa, mwingine anapenda urefu, mwingine anapenda six pack. Yaani kwa hiyo kuna kuna visababu tu vidogo vidogo, mwingine anapenda kumjali Miki, yani hivyo. Kwa hiyo unaweza ukatupa nyavu kwa mwanamke ambaye, mfano mimi naweza nikatupa nyavu kwa mwanamke nisha kukataliwa, sha kukataliwa kabisa. Ni hiyo ipo wazi bado. Huko katika huu umista Mwanya wako ni yani, ni maarufu kabisa, hivi unaenda pale, una ukiamini kabisa, yes mimi nimejaliwa kidogo riziki na nini na umaarufu na nini lakini mwenzako unaenda kumdongoza mtu, anakuambia mimi sipendi mtu ambaye ni maarufu. Aisee, nyie wenyewe wasanii mnasumbua sana. Kwa hiyo endea na maisha yako tu, eh, eh ndio hivyo, sitaki mtu maarufu. Kwa hiyo unakuja unakuja kusema kwa hiyo mimi si kwa maarufu, huyu nikutana naye wapi jamani tena? Eh, au angenikubalia au ndo analetia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo haijalishi upo vipi haijalishi una nini, mdada kukubalia kukatalia ni yeye mwenyewe anavyoamua na bahati uliona wewe akimahusiana. Bwana, mm. Kuna binti ambao walishaka kukusifia. Kwa sababu bwana jamaa napenda hata mmoja wao. Ishatokea hiyo? Ah, sasa hao ni wengi. Ni wengi sana. Ni wengi sana, wengi sana. Hao yote wadada, wadada wanapenda kitu funi tu ambacho kiko unique. Wakishaona kitu funi tu kipo unique basi wanakuwa inakuwa ndo sababu ya wao kuingilia eh, kukusifia. Kwao swala lazima la macho mwanya hilo sai ni wengi sana. Okay, sasa hivi ma content creator na ma comedian ni kama nyenye habari ya mjini sana. Nini kifanyike basi mfikie level kama za kina Ishowspeed? Kwa Ishowspeed sasa, sio ghafla hivyo. Ishowspeed ni pakubwa sana, yaani hapo ni kama daraja, ni kama tupo daraja la, la, la, la kwanza Ishowspeed ipo daraja kama la mia huko, mona mona, mimi vibali, swalazima la mtandao ndani ya nchi, sio mijini tu, hadi vijijini kwa sababu ule mchizi streamers zake yani anapenya, anapenya, anapenya, anaingia hadi kijijini, anaingia hadi kwenye maandaki, anaingia hadi chini, kwa maana yake, maana yake wewe umeshafanya access za miundombinu, miundombinu ya barabara ya ujenzi, lakini pia miundombinu ya anga, miundombinu ya mtandao, umeona? Kwa hiyo ni maandalizi ambayo mimi naweza kusema kwa upande wa content creators, wamepata, wamepata uchu, wamepata uchu chachu na vijana saa hizi wameshaanza kujaribu ku stream wameshaanza kujaribu kukesha live, wameshaanza kujaribu kuwa na lifestyle fulani hivi ya kimtandao eh, lakini bado kuna mazingira bado hayamfevi kufika, kufika level za kina Aisha za kina IShowSpeed unaona, kwa ni, ni swala zima la muda. Unajua hizi mambo wanasema ni progressive eh, hatua moja tunaenda hatua B tunaenda hatua C mpaka tufika kwenye hatua za za Aisha. Ila kwa Aisha kwa sasa hivi bado sana. Hivi ukitokea labda mnakutana wewe na IShowSpeed, mtafanya project gani? Yaani labda ndo tu ashume labda umekutana hivi, ni project gani ambayo utaifanya ambayo itakuwa identity nao kukutambulisha kimataifa, uko naye mimi niko piga makelele tu nikupiga makelele, piga makelele, kubweka pale ama eh, kutoa macho kama ni siji ndio you tutashindana, know, mbio kwa sababu unaangalia na kitu ambacho yeye amekuwa akikifanya. Uwezi tu ukamfanyisha vitu vyako vya Kitanzania Tanzania oh, shubamiti mshamba wa video sakafyoka, hawezi kukuelewa, atakuwa anakuangalia tu, kwa sababu yeye ni mkubwa na ameenda sana, unakuwa unaenda kwenye njia zake. Umeona hapo kukimbia, lifestyle lifestyle, au kama kuna kitu atajaribu kukitaka mkifanye, ndipo utakapo nini, utakapo jitwist, lakini kusema eti uanze eti kutengeneza content na Aisha Aisha, unajua njoo tufanye kitu fulani, unajua, tupite hivi hivi, hiyo hawezi kukusikiliza ndugu yangu, hawezi kukusikiliza.